Katika usiku wa giza kwenye jangwa la Saudi Arabia, mtoto wa mfanyabiashara tajiri alizaliwa. Alikuwa na jina ambalo baadaye lingekuwa tishio kwa dunia, Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden al ask... alizaliwa mnamo 1957 mjini Riyadh, lakini maisha yake hayakuwa ya kawaida kama watoto wengine wa Kisaudi. Baba yake Mohamed bin Laden alikuwa bilionea anayemiliki kampuni kubwa ya ujenzi inayofanya miradi kwa familia ya kifalme. Osama amekulia katika familia yenye utajiri mkubwa lakini maisha yake aliathiriwa na mambo mawili makuu. Kwanza ni dini na pili ni siasa kali. Alipokuwa kijana alijiunga na harakati za Kiislamu zilizotaka kuanzisha serikali za Kiislamu duniani. Ilikuwa ni zama za vita baridi ambapo Marekani na Urusi walishindana kimataifa, na vita vya Afghanistani dhidi ya uvamizi wa Soviet vilikuwa vinaanza. Osama hakusita akiwa na miaka ishirini na mbili pekee akasafiri kwenda Afghanistani kusaidia Waislamu waliopambana dhidi ya Soviet. Marekani ambayo ilihofia upanuzi wa ukomunisti ikaingilia kati kwa siri kupitia shirika lake la ujasusi CIA. Marekani ikawaunga mkono Mujahidin, wapiganaji wa Kiislamu waliopanga uvamizi wa Urusi. Osama akawa mmoja wao. Katika miaka ya 1980, Marekani ilimtazama Osama kama shujaa. Alikuwa mfadhili mkubwa wa Mujahidin akitumia mamilioni ya dola kutoka kwa familia yake na hata kutoka msaada wa Marekani wenyewe. CIA ikawapa silaha wapiganaji wake na kuandaa kijeshi wakapewa makombora ya Stinger yaliyokuwa na uwezo wa kuangusha helikopta za Urusi. Osama alikuwa na kipaji cha kupangilia mashambulizi ya haraka na yenye maangamizi makubwa. Miaka iliyopita Mujahidin walifanikiwa kuwaondoa Warusi na mwaka 1989 Urusi ikajiondoa Afghanistan. Kwa Osama huu ulikuwa ushindi wa jihadi dhidi ya taifa kubwa la kikafiri. Lakini kwa Marekani hii ilikuwa ni hatua ya muda tu. Hawakujua kuwa walikuwa wametengeneza mnyama ambaye baadaye angewageuka. Baada ya vita, Osama akarudi Saudi Arabia, lakini alikasirishwa na uongozi wa nchi yake. Akataka Saudi Arabia iwe ya Kiislamu kikamilifu na akapinga uwepo wa Marekani mashariki ya kati. Ilikuwa ni mwaka 1991 wakati Sadamu Hussein wa Iraki alipovamia Kuwait. Saudi Arabia kwa kuogopa kushambuliwa ikamwita rais wa Marekani George W Bush aletwe wanajeshi wake kuilinda nchi yao. Kwa Usama huu ulikuwa usaliti mkubwa, akaona ni dhambi kuruhusu makafiri waingie katika ardhi takatifu ya Uislamu. Akajaribu kushawishi uongozi wa Saudi Arabia wamkatalie Bush, lakini wakamchukulia kama mwendawazimu tu. Serikali ikamfukuza Akakimbilia Sudani, ambako akaanzisha Al-Qaida mtandao na wa wanamgambo wa Kiislamu aliokuwa na ajenda ya kupambana na Marekani na washirika wake. Katika miaka ya 1990 Osama akaanza kupanga mashambulizi dhidi ya Marekani. Al-Qaida ikahusika na mlipuko wa ubalozi wa Marekani Nairobi, Kenya, na Dar es Salaam salam Tanzania, mashambulizi yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Marekani ikajibu kwa kurusha makombora ya masafa marefu kwenye maficho yake Sudani na Afghanistan, lakini Osama akaepuka kifo. Alikuwa kama kivuli huyu jamaa akihamahama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini tukio kubwa lilikuwa bado halijafika. Tarehe 17 Septemba elfu mbili na moja, Osama akafanya shambulizi ambalo likaibadilisha dunia milele. Magaidi wake kumi na tisa wakateka ndege nne na kuzitumia kama makombora ya kujiua. Ndege mbili ziligonga Twin Towers mjini New York. Ndege moja ikagonga Pentagon, makao makuu ya jeshi la Marekani. Ndege ya nne ikaangushwa na abiria waliopambana na magaidi kabla haijafikia lengo lake. Takriban watu elfu tatu walikufa. Marekani ikashtuka, Rais George W. Bush akatangaza vita dhidi ya ugaidi. Osama akawa mtu anayetafutwa zaidi duniani. Marekani ikavamia Afghanistani na kumwondoa Taliban, serikali iliyokuwa ikimpa hifadhi. Lakini Osama akapotea, hakuna aliyemjua aliko. Kwa miaka kumi, Osama akawa kama mzimu, aliamaama kwenye mapango ya milima ya Hindu Kush akitumia mbinu za kujificha ambazo hata satelaiti za Marekani zikashindwa kumwona. Lakini mwaka 2009, Rais mpya wa Marekani Barack Obama, akaahidi kumkamata Osama kwa gharama yoyote ile. CIA ikaanza kufuatilia mfuatano wa watu waliokuwa karibu na Osama. Hatimaye wakapata kibarua wake wa posta, mjumbe aliyekuwa akipeleka taarifa kwa Osama. Huyu mjumbe akawapeleka moja kwa moja kwenye jumba la kifahari lililokuwa Abu Tabad huko Pakistan. Aprili 2011 Obama akaridhia operesheni ya siri kabisa. Vikosi vya Navy SEAL Team 6 vilitumwa Mei 2, 2011. Wakavamia nyumba ya Osama kwa helikopta za Stealth Black Hawk. Dakika chache baadaye risasi zikavuma. Ka kabri wari. Osama bin Laden akafyatuliwa kichwani, maiti yake ikapelekwa baharini, ambapo akazikwa kwa njia ya Kiislamu ili kuepuka kaburi lake kuwa sehemu ya ibada ya wafuasi wake. Osama akafa lakini alichokianzisha hakikufa. Al-Qaeda bado ipo ingawa imegawanyika. Kifo chake kikampa Osama umaarufu mkubwa. Lakini dunia haijawahi kuwa salama tangu wakati huo. Hadi leo jina la Osama bin Laden linabakia kuwa sauti ya hofu kwenye historia ya dunia. Alikuwa mtu aliyewahi kuwa rafiki wa Marekani, lakini akageuka kuwa adui mkubwa zaidi. Hii ni hadithi ya mtu mmoja tu, lakini pia ni hadithi ya jinsi dunia inavyoweza kubadilika haraka, kutoka mshirika hadi adui. Kutoka rafiki hadi tishio kuu. Swali linabaki, je, dunia kuna funzo lolote imejifunza? Kifo cha Osama bin Laden hakikumaliza ugaidi. Lakini kimetoa mafunzo makubwa kwa dunia kuhusu usalama, siasa na nguvu ya itikadi kali. Na haya ni baadhi ya masomo muhimu ambayo dunia imejifunza kutokana na historia hii. Kwanza, adui wa kesho anaweza kuwa rafiki wa leo. Osama bin Laden alihusiana kwa karibu na Marekani wakati wa vita vya Afghanistan dhidi ya Urusi. Akapewa msaada wa kifedha silaha, na mafunzo na CIA. Hata hivyo baada ya vita, akageuka kuwa adui mkubwa zaidi wa Marekani. Hii inafundisha dunia kuwa ushirika wa muda mfupi unaweza kuzaa matatizo makubwa baadaye. Pili, itikadi kali inazaliwa katika migogoro. Osama hakuwa gaidi tangu mwanzo alihamasishwa na vita vya Afghanistan na kuona kwamba mapambano ya kidini ni njia ya haki. Hii inadhihirisha kuwa vita, dhuluma na ukosefu wa haki ni chanzo cha kuzaliwa kwa siasa kali na ugaidi. Tatu, ugaidi hauwezi kushindwa kwa vita pekee. Marekani na washirika wake wanatumia nguvu kubwa kuangamiza Al-Qaeda, lakini ugaidi bado upo. Mashambulizi ya kijeshi hayakumaliza mtandao wa Osama bali yalizaa makundi mengine kama ISIS. Dunia inajifunza kuwa mapambano dhidi ya ugaidi yanahitaji si tu vita, bali pia elimu, maendeleo na uadilifu katika siasa za kimataifa. Nne, teknolojia inaweza kuwa silaha mbaya na njema. Osama alitumia internet, video na mitandao ya mawasiliano kusambaza itikadi zake na kuwaunganisha wafuasi wake. Wakati huo huo, Marekani ilitumia satellite drones, na hacking ili kumfuatilia na hatimaye kumuua. Hii inaonyesha kuwa teknolojia inaweza kutumiwa kwa manufaa na pia kwa madhara. Kifo cha Osama hakikumaliza tatizo. Badala yake, kilifanya ugaidi kuwa mgumu zaidi kudhibiti. Wafuasi wake waligawanyika na kuanzisha makundi mapya ambayo yalikuwa magumu zaidi kuyadhibiti. Dunia inajifunza kuwa kuua viongozi wa kundi la kigaidi hakumalizi tatizo. Badala yake kunasababisha kutawanyika kwa ugaidi kwa njia tofauti. Namba sita. Vita dhidi ya ugaidi ni ghali sana. Operesheni ya kumsaka Osama Bin Laden iligharimu Marekani mabilioni ya dola, pamoja na kupoteza maelfu ya wanajeshi na raia. Vita vya Afghanistani vilidumu kwa miaka 20 na havikuzalisha ushindi wa moja kwa moja. Dunia inajifunza kuwa vita vinahitaji mipango ya muda mrefu na sio nguvu pekee. Saba na mwisho, dunia inahitaji umoja wa kweli dhidi ya ugaidi. Baada ya yale mashambulizi ya 9 11, dunia ikaungana kupambana na ugaidi, lakini baadaye mataifa yalirudi kwenye migogoro yao ya kisiasa. Dunia inajifunza kuwa vita dhidi ya ugaidi vinahitaji mshikamano wa kudumu kati ya mataifa yote. Inafaa kusalia hapa kwa kusema kwamba Osama bin Laden alionyesha jinsi mtu mmoja anavyoweza kuibadilisha historia ya dunia kutoka kuwa mshirika wa Marekani hadi kuwa gaidi anayetafutwa. Historia yake inaonyesha jinsi siasa, dini na nguvu zinavyoweza kuunda au kubomoa dunia. Na kuacha na swali moja tu. Je, yeah, dunia imejifunza vya kutosha au tunarudia makosa yale yale? Mimi naitwa Omar Zongo.